Safari Fungo, na tuanze na hili. Nikuwa najiuliza tu kwamba katika wiki hii, kwa sababu ni siku tano ni nyingi, tarehe sita mpaka tarehe kumi swadata, swadata. Ee, wiki ya huduma kwa wateja mm -hmm. kwanza tuanze, ina tafsiri gani au inakuwa ina umuhimu kiasi gani kwa mfanyabiashara husika mm -hmm. au kama ni kampuni mm -hmm. e, au mtoa huduma fulani mm -hmm. kwa katika kuadhimisha wiki hii mm -hmm. E, kwanza nishukuru sana mm -hmm. kwa kupata nafasi hii Eh, ni nafasi adhimu mm, na muhimu sana kwa sababu tunapozungumzia huduma kwa wateja wote sisi ni wateja Mdia. Kwa hiyo panapokuwa na huduma nzuri, maana yake mambo yote yanatamaraki na maisha yanakwenda vizuri mm. Sasa wiki hii ya huduma kwa wateja ni kitu gani mm? Imeanza muda mrefu kidogo eh, huko Marekani na dhamira yake hasa ni kuhanikiza pamoja na kuangalia kuweza kutambua mchango wa wale wanaotoa huduma kwa wateja mm. Lakini vile vile kuweza kuwashirikisha wateja katika zile huduma zao na kupata maoni na mambo kama hayo. Kwa hiyo, inakuwa ni wiki nzima na inafanyika wiki ya kwanza ya mwezi wa Oktoba mm. E, kama nilivyosema hivyo na hasa e, naweza kuchukulia kama daraja, daraja la watoa huduma na daraja la wapata huduma wanakutanishwa mm. kwa pamoja mm. kuweza kufanya tathmini na kuweza kuona mambo yepi yalikwenda vizuri katika mwaka mzima uliopindukia, mambo yepi yalikuwa na changamoto, lakini kikubwa zaidi kutoa shukrani na kuwapongeza wale ambao walikuwa kwenye frontline, kwa maana ya wafanyakazi ambao walivuja jasho E, na damu wakati mwingine kuhakikisha kwamba taasisi inatoa huduma iliyobora na huduma ambayo inakidhi viwango vya e, sekta husika mm. mm -hmm. Labda na katika wiki nzima ni vitu gani hasa ambavyo huwa vinatakiwa vizingatiwe na mtu binafsi mfanyabiashara mm huyo -hmm. mm -hmm. au kampuni au shirika ambalo linakuwa linaadhimisha wiki hiyo. E, sasa kumekuwa kume kuna nadharia e ya utofauti kidogo mm. E, na hasa kubwa unakuta ni mapambo mm-hmm. E, kila taasisi inapamba vizuri, kama, mapambo ya kutosha, e, kama Christmas na hey. nini e, sina uhakika kama dhana ina, inazingatiwa mm. kwa sababu dhana cha kwanza ni kutambua mchango, Ndiyo. wa maafisa ambao walikuwa wanashiriki kuhakikisha wanatoa huduma bora mm. kwa hiyo ina maana katika kampuni yenye watu mia moja tunategemea kwamba kuna vijana au kuna wafanyakazi ambao walikuwa ni vinara, tuwatambue, tuwashike mkono, wapewe zawadi au watambuliwe na mambo kama hayo mm. Hi hili sina uhakika linafanyikaje hilo ni la kwanza, lakini la pili ni ku, kuweza kuingeji sasa e, kushirikisha wateja wenyewe e, mm. wateja hawa wanakuwa na mambo mengi e, kuna malalamiko kuna komplimenti na mambo kama hayo lakini, tunasema kwamba e, kuna vigezo vya msingi na moja ya kigezo hicho ni voice of customer. Mm. Sauti za wateja. Sa, sauti za wateja, ili kampuni ambalo liko tayari kukua mm. na lenye malengo ya kufanya vizuri linahitaji kuzipokea hizo sauti za wateja lakini unaweza kwenda kwenye baadhi ya maeneo, sikumbuki ni wapi, sijui ni mwendokasi mm. Unaambiwa usipige picha usifanye hiki mm. Maana yake wana restrict voice of customer. Sasa hiyo ni changamoto. Kama hauko tayari kupokea maoni ya wateja mm. hautaweza kufanya vizuri. lingine ni, ni malalamiko ya wateja, customer complain mm. Lazima kila taasisi iwe na mfumo wa kuhakikisha inapokea malalamiko ya wateja na inayashughulikia katika muda muafaka. Na kama serikali kwa mfano imefanya jambo moja kubwa sana la msingi, lazima tulisifie mm. na tulipongeze. Kila taasisi ya umma inapaswa iwe na mkataba wa huduma kwa wateja mm. kwa maana ya client service charter. wakati wa sekta binafsi wenyewe wana service level agreement, mkataba vile vile wa huduma kwa wateja Tafasiri yake ni nini? Kwamba huduma yangu, mathalan tuseme umeenda hospitali, ni mfano kidogo mzuri, utakapokuja hospitali ili uweze kumwona daktari utatumia dakika thelathini na katika hiyo huduma itakuwa na ubora huu. Ukienda maabara vipimo vyako vitatoka baada ya robo saa kama ni kipimo fulani, baada ya nusu saa kama ni kipimo fulani. Kwa hiyo hii inatengeneza e, framework ya huduma. Kwa hiyo tunaiita ni mkataba wa huduma kwa wateja, na inapaswa kila taasisi ibandike hmm. Unapoingia tu getini ujue hmm. Tafasiri yake ni nini? Hiyo inakusaidia sasa wewe kama mteja kujitathimini kwamba kile ambacho taasisi hii imesema itakitoa, je, inakitoa kwao? Kama ukipati kile, ndio inakuja komponenti nyingine ya customer complaint mm. Ndio maana ukipita kwenye taasisi nyingi huwa kuna masanduku ya maoni, sio mapambo yale mm. E, kazi yake ni kwamba <laughs> tupate mrejesho wa mteja, ni kwa namna gani anaiona ana, ana, ana huduma yetu, anaridhika kwa kiasi gani. Mm, kwayo nadhani sina uhakika, lakini nadhani misingi hii mm. sijui kama imekaa barabara. E, ukienda hospitali yoyote utaniambia, utani ukikuta wamekwambia kuna huduma hii kwa muda huu sijui mm. Mm. E, lakini mambo ambayo yanapaswa yazingatiwe, na wakati ukifanya mabadiliko ya kisekta kwa maana e, public reform program, public sector reform program, PSRP. Mianzoni mwa miaka ya 2000, moja ya mambo ya msingi tuliyoyaingiza ilikuwa ni hayo customer complain, hmm. mkataba wa huduma kwa wateja na mambo kama hayo. Sawa, wewe ni mtaalamu wa biashara za kimataifa. Naam. Na, kama wiki hii lengo lake kubwa ni kwamba kurejesha mahusiano au kuyaimarisha zaidi, mm -hmm. mahusiano kati ya kampuni na wateja wake, mm -hmm. labda unaona ni makosa gani hasa ambayo amekuwa akifanywa na, na wafanyabiashara nchini au na taasisi tofauti tofauti, mm -hmm. kwenye upande huo sasa wa mahusiano e? Mimi vilevile vile ni mtaalamu wa masuala ya ubora, mm -hmm. E, na moja ya, ya tunu ambazo tunaziamini kwenye masuala ya ubora ni maboresho endelevu. Mm. Kwa hiyo si shida hata kidogo, kama haufanyi vizuri leo, lakini shida ni kwamba kama hakuna jitihada za kufanya maboresho kwenye maeneo ambayo e, haufanyi haufanyi vizuri, vizuri. Mm. Kutokufanya vizuri si shida, lakini kama hauna mpango wa kufanya vizuri, hilo ni changamoto. Kwa hiyo kuna kuna baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa na e, na, na, na, na program nzuri mm. kwa maana ya kupata customer feedbacks mrejesho wa mm. uh, kutoka kwa wateja mm. kwa sababu ni muhimu sana ni muhimu sana kwa biashara kupata mrejesho kutoka kwa, wateja nimekupa mfano mdogo huo e, eh, ukipanda sijui kwa ni mwendo kasi unakuta kwamba usipige picha mm. what are you hiding kwa sababu if you are, you are, you are restricting people to provide feedback, hauwezi kuwa na nafasi ya ku improve kwa sababu if you cannot measure, wanasema kama hauwezi kupima, hauwezi kuboresha, japo kuna taasisi zinafanya hivyo kwa ajili ya usalama ya usalama binafsi ya wa taasisi. Sasa sasa hapo nao, hiyo ni, ni debate nyingine kubwa mm, mm, mm. E, tulikuwa na kesi moja hivi, mtu akasema ulinipiga picha, nilikuwa station. Sasa kama uko kwenye public place manake u e, umetoa concert E, umeenda kwenye mkutano wa siasa wa hadhara alafu la swali lilipigwa picha. <laughs> Sasa umetoa consent. Sawa, labda tuachane nayo kwa sababu yako maeneo kisheria kabisa ambayo yanakuwa hivyo kwamba mm -hmm. hauruhusiwi kupiga picha mm -hmm. katika maeneo hayo. Sasa, jinsi ya kuboresha baba, kwa wafanyabiashara wa Tanzania kwa ujumla pamoja na taasisi kwenye hayo makosa mm -hmm. wafanye nini? Na wiki hii tayari imepita pengine itakuja mm -hmm. tena kwa mwaka mwingine ujao, lakini hapa katikati wateja wanahitajika zaidi kwamba waendelee kufanya biashara na kampuni hilo, mm. au na taasisi hiyo mm-hmm. kampuni inatakiwa kufanya nini au kuboresha nini zaidi ili kuendelea kuwavuta wateja wake? Kwa, kwanza hatuwezi kusema kwamba wanafanya makosa mm. E, kama nilivyosema sisi tunaamini katika maboresho endelevu Ndiyo. yes, cha kwanza ambacho nadhani ni muhimu sana ni vizuri e, mikataba ya huduma kwa wateja ikawa wazi na ikabandikwa kwenye mbao za taasisi zote kwa maana mteja anapokuja afahamu bayana, dhahiri shahiri, kwamba mm. ninakwenda kupata huduma ya kuchota maji kwenye kituo cha maji cha kata mm. nitachota maji hayo ndani ya muda fulani, maji hayo yatakuwa na ubora fulani. Inakuwa, ina, ina, inakuwa namna hiyo. Hilo ni la kwanza, lakini la pili e, nadhani ni muhimu akaboresha mifumo yao ya kupata mrejesho kutoka kwa wateja kwa maana ya customer complaint, na hii nitakupa mfano. Panaweza kuwa na mkutano wa hadhara mm. alafu mtu anyosha mkono, mheshimiwa waziri, mimi mimi mimi sijaunganishiwa maji mm. kuunganishiwa maji ni huduma ndiyo. Sasa kama imefika kule, maana yake kuna michakato fulani, huyu mteja hakuifuata. Je, umeweka kompleni kwenye ile taasisi? Nimeomba maji kwa muda wa miezi miwili sijapata, walikujibu nini? Kwa hiyo nafikiri wakiboresha mifumo hii ya customer complaint, kwa sababu wakati mwingine inawezekana akawa ni afisa tu, wala hata mkurugenzi wa taasisi hajui mm. Kwa hiyo ni vizuri wakaboresha mifumo ya kupokea malalamiko na mlejesho kutoka kwa wateja. Hii ni muhimu sana mm, ni muhimu sana na, jambo lingine kwa umuhimu wake, ni vizuri wakafanya tathimini kila baada ya muda fulani ya huduma zao wanazozitoa, na si kusubiri tu wiki ya huduma kwa mteja, kwa sababu ni siku tano tu katika mm, mwaka mzima mm, lakini walau kila mwezi, na kimsingi, kitaratibu ni kwamba kila mtu anapopata huduma anatakiwa aache maoni yake na swali lake ni moja tu tunalomuuliza, je, unaweza kuipendekeza huduma yetu hii au kampuni yetu kwa mtu mwingine kwa kiasi gani? hmm. na tunapima kwa, kwa vigezo vichache tu katika skeli ya moja mpaka kumi kwa atatoa max pale, akitoa max sita, amini sita mpaka sifuri, maanayake tunasema hao hawawezi kuirikomendi wana wana kudislike hiyo biashara yako mm. Akitoa saba e, mpaka nane, maanake yuko neutral tu. Akitoa tisa mpaka kumi, maanake hao ni ndio wateja wa thamani ambao wana uwezo wa kufanya biashara yako yaende mbele zaidi. Kwa hiyo unapopata mrejesho kama huo, kwa hawa sifuri mpaka sita, ni jukumu lako kuwapigia simu, kuwasiliana nao na kujua jamani, changamoto ni nini? Tufanye maboresho ya wapi? Walio wabaya zaidi ni hawa neutral anasema haka mi sawa tu mm, kwa sababu hao wa, ni rahisi zaidi kuchukuliwa na mtu mwingine yes. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi na hicho kigezo kinaitwa Net Promoter Score. Ni kipimo cha kuangalia uthamani wa mteja wako katika utoaji wako wa huduma sawa. Kuna visa kadhaa mekuwa vikin vikishuhudiwa kwa kwa upande wa biashara kwamba wale sasa wafanya biashara wenyewe au wajasiria mali kuandaa bidhaa ambazo zinakuwa ziko chini ya kiwango au hazimridhishi mteja. Uh, mathalan kuna kuna kisa kimoja, lilikuwa ni wakulima wa zao la pamba, ilionekana kwamba kwenye ile pamba wanakuwa wanatia vitu vingine ambavyo si pamba, ambavyo sasa vina vinaharibu hata kwenye soko la kimataifa pia, ambako kama pamba yako haina ubora zaidi, inawezaje kupenya na kufika huko mbako labda kwenye hili pia una Una ushauri gani au una msisitizo gani? Kwa sababu unapokuwa ni mfanyabiashara au mjasiriamali unatengeneza bidhaa yako, ninaamini kwamba mtu anakuwa na ndoto za kutafuta masoko hata nje ya Tanzania, lakini bado wako ambao wamekuwa wakifanya visa kama hivi, kwamba unakuta ile ile bidhaa yake, lakini au kama ni asali labda, anaichakachua, wanachemsha sibia, au anachanganya maji ili iwe aongeze ujazo, lakini wakati huo wanaharibu ubora, au unaweza kuwa ubora sawa, lakini usio ule ubora wakuwa wa, wa, na ushindani, so kwenye soko la kimataifa. So unalipi hapo? Kwanza, e, sisi Waswahili tunasema kizuri kinajiuza, kibaya <laughs> kinajitembeza yeah. Kwa hiyo kwa mifumo iliyopo duniani leo hii, mm, unajidanganya tu kwa sababu mzigo wako ule utaishia kwenda kutupwa baharini, kuchomwa moto, mm, hawatochukua kwa sababu mifumo ya udhibiti ubora duniani iko very strict ehe, na makosa madogo manake yanakupelekea kupoteza mzigo wako. Kwa hiyo wito wangu mimi nafikiri eh, shirika la viwango kwa maana Tanzania Bureau of Standard hmm. lakini vile vile jukwaa la ubora Tanzania kwa maana National Quality Association of Tanzania wana, na wadau wengine wanafanya jitihada kubwa sana kuongeza uelewa kwa hiyo uelewa kwa wajasiriamali ni muhimu sana, kwa sababu hasara utakayoipata kwa kutokukidhi vigezo vya ubora mm, ni kubwa sana kuliko faida utakayoipata kwa sababu, faida ya kwanza, utauza mzigo wako mm, faida ya pili, utakuwa umepata soko lako la kuendelea na kuendelea na kuendelea. Kwa hiyo mimi nizipongeze taasisi hizi, jukwaa la ubora Tanzania, uh, kwa maana National Quality Association of Tanzania, shirika la viwango Tanzania kwa maana ya TBS na wadau wengine wote ambao wako kipaumbele kabisa, e, kusaidia wajasiriamali na wafanyabiashara kwa ujumla wake waweze kukidhi mahitaji ya ubora. Mm, tumeyazungumza mengi sana safari ada, kama sasa kuna ambacho kimebakibaki hapo, wakati nikiwa naelekea kufungasha makabrasha mm -hmm. yangu hapa mm -hmm. una lipi la kuzungumza na makampuni mm -hmm. wafanyabiashara, lakini pia mm -hmm. taasisi ambazo zina zinatamani siku moja ziwe na mahusiano mazuri na, na wateja wake, kwa sababu najua ni kiu ya kila mmoja katika kufanya vizuri kwenye ile huduma ambayo anaitoa mm -hmm. mm -hmm. ni kweli. Mimi nadhani kwamba uh, cha kwanza kama nilivyosema Ee, Wiki ya Huduma kwa Wateja kwa wateja, mm, tusilifanye kama tukio ee. Tuchukulie kwamba e, ni kilele cha kujitathmini na kusherehekea mafanikio makubwa katika taasisi ya nini tumekifanya katika muda wa mwaka mzima kwenye kuwahudumia wateja. Kwa hiyo uh, si swala tu la wiki ya huduma kwa wateja, lakini liwe ni jambo la kudumu kwa hiyo iwe ni ajenda ya kudumu e, wahakikishe hiyo mikataba ya huduma kwa wateja ipo ndiyo. Wahakikishe wanafanya tathmini ya huduma wanazozitoa, lakini vilevile vile wahakikishe wana mifumo ya kupokea mrejesho wa huduma zao ndiyo. Lakini vilevile tuna wateja wao ndiyo, nao wana nafasi yao e, sisi wateja wakati mwingine tunakuwa wakali kweli. Mm. E, mbona sipati mtandao, mm. Nye, nini, yeah. Nini, nini nakuwaje eh? Kwa hiyo nadhani kwamba ili tuweze kupata amini, uh, huduma iliyo bora inahitaji mashirikiano baina ya mtoa huduma na mpokea huduma mm. Kwa hiyo kwa upande wa wateja cha kwanza eh, nina ni wito wangu waweze kuwa eh, waweze kuwa kindi waweze kuwa mm sijui e, inasemaje Kiswahili chake, waweze kuwa wakarimu wakarimu um, mm. kwa maana ya kwamba waelewe kwamba upande wa pili wa shilingi anayetoa hiyo huduma ni binadamu, kwa hiyo ana utu fulani mm. kwa hiyo unapokuwa hata unafuatilia jambo lako, hakikisha unakuwa na ile hali ya utu, e, empathy, hiyo ni muhimu sana mm. lakini vile vile tujenge utamaduni wa kushukuru unapopata huduma e, sema tu thank you Eh, asante mm. sana nimefurahi kwa huduma hii. Hiyo inawapa molali wale wanaotoa hizo huduma kwa sababu hilo ndio jambo la msingi sana. E, madaktari manesi, mm. walimu, e, bila kujaya wanapata kiasi gani cha mishahara, lakini kitendo cha wewe kusema asante, nimefurahi, Mungu akubariki mm. inawapa molali na nguvu kubwa ya kuweza kuhudumia e, e, watu wengine yeah. na la mwisho ni ubeba e, dhana ya positivity kuwachanyaa. e, e, e, kuna nyakati unakuta kwamba hela ah, zote wamenifanyia mm. hiki, hebu jaribu kwanza kuwachanya mm. alafu uliangalie lile jambo upeleke malalamiko yako kwenye taasisi husika mm. mkae chini mweze kuyaangalia na yaweze kushughulikiwa. Kwa hiyo kwa kumalizia, ni kwamba tuna msemo mmoja unasema: Uh, quality is not an accident. It is a, a habit kwamba ubora, ubora si, si ajali, lakini ni utamaduni ambao umepatikana baada ya kujengwa katika muda kadhaa mm. kwa hiyo niendelee kutoa wito uh, kwa watoa huduma na wapokea huduma tushikamane na ubora mm. ili tuendelee kuwa na huduma bora bora na bora zaidi. Safari Fungo na inakushukuru sana kwa hilo, na ninaamini kwamba mpaka kufika wiki ya huduma kwa wateja ya mwaka ule mwingine unaokuja, mashirika na, na taasisi zitakuwa zinafanya vizuri zaidi inshallah. Inshallah. Sawa, nakushukuru sana kwa kuwa nami katika kapu la TBC na ninaamini kwamba mtazamaji basi, ame, amepata chochote kidogo. Sawa nilikuwa naye Safari Fungo, mtaalamu wa biashara za kimataifa tukiangazia wiki ya huduma kwa wateja na namna ambavyo inaweza kuimarisha uhusiano kati ya kampuni husika pamoja na wateja niko ukingoni kabisa, na tuangazie swala la like kihistoria ambalo limejitokeza ndani ya wiki hii na huko katika anga za kimataifa kabisa, ambapo taifa la Israel pamoja na Hamas wametia saini ya awamu ya kwanza ya mpango wa amani ya Gaza, na rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hii ina maana kwamba mateka wote wataachiliwa hivi karibuni na Israel itaondoa majeshi yake. Hii ni la suala la kihistoria kutokana na mapigano ambayo yamedumu kwa muda mrefu, lakini pia yamegharimu me, ya maisha ya watu maelfu ya watu wakiwa wamefariki huko. Hamas uh, wametia saini ya awamu ya kwanza ya mpango huo eh, na Gaza, lakini pia kundi la Hamas linatarajiwa kuachiliwa huru na mateka hivi karibuni eh. Uh, na hayo ndio yaliojiri katika anga za kimataifa. Kwa niaba ya wageni wangu nilikuwa nao siku ya leo ni kwa nai Charles Kalungu hapa, lakini Safari Fungo, ambaye ni mtaalamu wa biashara za kimataifa, ninakushukuru sana kwa kusafiri nami katika Kapula TBC. Naamini kwa upande wa afya ya akili utakuwa umepata maarifa kutoka kwa Charles Kalungu, lakini pia namna ambavyo ya kuendesha kampuni yako au shirika lako utakuwa umepata namna sahihi ya Ku, ya kuweka mahusiano yako mazuri kati ya wewe na wateja wako e, na maarifa hayo kutoka kwa Safari Fungo. Safari, nakushukuru sana, uh, kwa kufika hapa na kujadili au kusaidia mtazamaji kupata maarifa mengi kutoka kwako kuhusiana na hili. Kwa sababu ninaamini kila anayefanya biashara lengo lake kubwa ni kupata wateja zaidi. Mm -hmm. na zaidi kadri ambavyo mm -hmm. <laughs> inawezekana. Mm -hmm. <laughs> Ikiwezekana hawataka wote kabisa kutoka katika masoko mengine. Kabisa kabisa. Asante sana na mimi kwa kupata nafasi hii. Mm. Ni matumaini yangu uh, tunapokwenda kwenye kwa sababu mwisho wa wiki ya huduma kwa wateja moja ndio mm, mwanzo wa nyingine, nyingine. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba e, watoa wa huduma lakini vilevile wapokea huduma tutajitahidi sasa kuibeba ile e, falsafa ya maboresho endelevu kama tulivyokubaliana, hakuna mtu anayekosea mm, isipokuwa tuna nafasi ya kuboresha zaidi. Saati. Ninakushukuru sana kwa niaba ya wote walioshiriki katika kukuletea matangazo haya. Mimi ni Valeti Mbaruku, ninakutakia wakati mwema, na panapo majaliwa tukutane tena juma jingine katika kuangazia masuala yote muhimu ambayo yatakuwa yamejiri katika juma hilo.